Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwamba ametupa neema ya kuwepo tena siku ya leo, na leo ni siku nyingine tena ya kuendelea kuwaombea watoto wetu ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita, leo wakiwa wana mtihani wa wa Kiswahili pamoja na mitihani miwili ya hisabati asubuhi hii ya leo. Tuna wajibu wa kwenda mbele za Bwana kwa ajili ya kuwaombea watoto wetu. Tukiamini kabisa ya kwamba kwa maombi haya Mungu anakwenda kuwasaidia, Mungu anakwenda kuwapigania, Mungu anakwenda kuwaonekania watoto wetu. Tunaamini kabisa ya kwamba tunapoomba, tunapowashikilia watoto wetu kwenye maombi, basi neema ya Mungu inakuwa pamoja nao wanapokuwa kwenye mtihani na anza mtihani saa mbili mpaka saa tano. Na wakati huo wa saa mbili mpaka saa tano ni wakati mzuri sana wa kuwa kwenye maombi. Ni wakati ambao, si wakati ambao nitaweza kutuma maombi, lakini nakuomba uwe kwenye maombi nami pia ninakuwa katika hali ya maombi ya kuwaombea watoto wetu. Kwa hiyo jitahidi sana lakini, pia unaweza ukawa nafunga na kuomba. Kwa wale wazazi, kwa wale walezi na kwa wale waombaji ambao wanatamani kufunga na kuomba kwa ajili ya watoto wao, basi tafadhali, katika siku hizi ambazo watoto wetu wana mitihani uh, ni siku ambazo tunaweza kufunga na kuomba kwa ajili ya kuwaombea. Mitihani hii imebeba hatima ya maisha yao. Mitihani hii imebeba kesho yao. Mitihani hii ni vita, ambayo adui anapotaka kuharibu maisha ya watoto wetu anaweza kupita katika eneo hili la kuwavuruga na kuwafilisha katika mitihani yao ili kuharibu kesho ya watoto wetu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kusimama. Wakati wana wa Israeli wanapigana vita, Musa alibidi kunyanyua mikono yake juu, pamoja na wakina Haruni wakamsaidia kumtegemeza mikono yake ili, uh, anapoendelea kunyanyua mikono yake, basi wana wa Israeli waweze kuendelea kushinda, waweze kuendelea kushinda. Kwa hiyo ninachotaka ni kwamba, uh, nachotaka kusema ni kwamba tunapo watoto wetu wanapokuwa vitani, wanapokuwa kwenye mitihani ile ni kama wako kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo sisi tunapowaombea, tunaponyanyua mikono yetu, tunapokuwa na muda wa kuomba kwa ajili yao, tunapoombea masomo yale, tunapoomba katika majira na nyakati zile ambazo wao wanafanya mitihani, basi tunakuwa tunawategemeza ili wao waweze kushinda na neema ya Mungu iweze kuwa juu yao, lakini tunafahamu vita ni kubwa sana. Vita ni kubwa. Watoto wanapokuwa kwenye chumba cha mtihani, utaambiwa mwingine ameumwa, mwingine ameanguka, mwingine amezimia, mwingine ameumwa kichwa, mwingine atakwambia nilisahau kila kitu, nilishindwa kuandika, nilishindwa kumaliza. Mwingine atafungwa ufahamu wake, atasema sikuelewa maswali, sikujua ni jibu nini, nilisahau kila kitu. Mwingine atajawa na hofu iliyopitiliza. Sasa hivyo ni vita ambavyo, tunapokuwa kwenye maombi kuwashikilia watoto wetu, tuamini ya kwamba Mungu anaenda kuwasaidia. Sasa Tunataka tuombe mtu wa Mungu. Lakini pia nikuombe namba hii ambayo ninakupa namba ya simu. Kama una mtoto nitumie message kwenye WhatsApp, nitumie majina ya mtoto wako na shule ambayo anasoma, naomba mtumishi, muombe mwanangu anasoma shule fulani, na tutaendelea kuomba kwa ajili yake. Lakini pia kwa namba hii natakuomba utume message kwenye WhatsApp ili nikuunge kwenye grupu letu la, la, la, la maombi kwa ajili ya watoto. Kama haupo kwenye grupu la maombi kwa ajili ya watoto basi, tafadhali ninaomba kupitia namba hii basi uweze kujiunga Kwenye grupu hilo nitumie message WhatsApp, nami nitakuunga kwenye grupu. Tunasimamia mi, mi, mistari kadhaa tunapoombea watoto wetu ambapo tunasimamia mstari ule wa Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na tatu, mali wanasema kwamba watu tutakuwa vichwa na wala tutakuwa mikia. Tunaomba Mungu afanye watoto wetu wawe vichwa na wala wasiwe mikia, lakini tunasimamia pia kutoka sura ya kumi na nne ule mstari wa kumi na nne maandiko yanaposema kwamba Bwana atawapigania nanyi za kimya lakini pia tunasimamia Mathayo kumi na nane mstari wa kumi na nane na tunasimamia pia Luka moja mstari wa thelathini na saba ya kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Twende mbele za Bwana tukawaombea watoto wetu, na ninaamini Mungu anaenda kuwapigania. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tuna kila sababu ya kukuinua na kukutukuza na kukushukuru wewe, ambao umekuwa mwaminifu na wahaki, wewe ambao umekuwa mwema katika maisha yetu. Sifa na heshima na utukufu tunarudisha mikononi mwako na madhabahuni pako Jehova, hatuna Mungu mwingine zaidi yako, maana wewe ni mwenye nguvu na uwezo na mamlaka. Asante kwamba umetulinda usiku kucha, nasi tunakushukuru kwa ajili ya wazazi walezi waombaji wote ambao Bwana Yesu, umetulinda usiku huu kucha pamoja na watoto wetu walioko mashuleni na wengine ambao wanaelekea mashuleni sasa. Tunakubariki na kukuinua kwamba umetulinda, kwamba umetutunza, kwamba umetuhifadhi, kwamba neema yako imekuwa pamoja nasi, kwamba haujatupungukia kwa namna yeyote. Damu yako iliyomwagika msalabani Bwana imenena mema kwa ajili yetu. Sifa ni zako na heshima na utukufu tunarudisha mikononi mwako. Asante maana sifa ni zako na heshima na utukufu Bwana tunarudisha mikononi. Mwako. Kwa, wako, na kwa, kibali, na kwa, neema, kwa nguvu zako uweza mungu wetu mwenye mamlaka shima, na heshima na utukufu tunarudisha tena mkononi mwako asante kwamba ametuepusha na mabaya mengi na uharibifu mwingi wa yule mwovu adui katika usiku waleo na hata umetupa neema ya kuamka salama siku ya leo siku hii ya leo bwana tunaikabidhi mikononi mwako mungu wetu uli hai tunaitakasa kwa ya yesu nakufuaau Kristo, ili Mungu ikawe ni siku ya baraka na ni siku ya neema kwetu, ikawe ni siku ya ushindi tena kwetu, ikawe ni siku ya ushindi kwa watoto wetu ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita, ikawe ni siku ya furaha ya kwamba unawapa neema ya kushinda vita yoyote walio nayo kwenye masomo, vita yoyote walionayo kwenye elimu, vita yoyote walionayo katika mitihani iliyoko mbele yako mbele yao, e Bwana, nasi tunakubariki na kukuinua katika siku, e Mungu siku hii ya leo ya kushinda k siku njema ambayo mitihani iliyoko mbele yao watoto wetu wanakwenda kufaulu. Tunakubariki Bwana Yesu kwa sababu hakuna habari yoyote mbaya ambayo tutaipata siku ya leo kwa ajili yetu ama ama kwa kwa ajili ya watoto wetu ama kwa ajili ya ndugu zetu. Siku hii Bwana, Bwana, Bwana, Bwana, Bwana, ni ni ni ni ni njema siku siku siku siku hii ni ya baraka, siku hii hii hii furaha baraka ya ya kushinda kufaulu kwa mitihani kwa watoto wetu ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita. Siku hii ni njema, Mungu wetu uliye hai, nasi Bwana tunaifurahia tunaipokea kwa furaha na kwa amani katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa kila uovu na dhambi na makosa na hatia zozote ambazo Bwana tumefanya kwenye madhabahu yako, hata adui akapata uhalali ya mkini wa kushambulia watoto wetu kwa namna moja ama nyingine. Basi Mungu, tunaomba toba na rehema, tunaomba msamaha, tunaomba huruma zako. Ninasimama kama kuhani wako Mungu liye hai, katika madhabahu yako wakati huu sasa na majira haya, nikiomba toba kwa ajili yangu na nikiomba toba kwa ajili ya watu mbalimbali tunaomba pamoja nao maombe haya mahali popote walipo katika nchi hii, mahali popote walipo ndani ya nchi hii, mahali popote walipo nje ya nchi hii. Ninaomba toba ninaomba rehema kwa ajili yao. Mungu kawatakase, mungu kawarehemu, mungu kawahuishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako ya thamani na damu yako yenye nguvu ikanene mema kwa ajili yetu, e Bwana, maana umesema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbayo, umesema wewe Bwana utasikia kutoka juu na kushuka na kuiponya nchi.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 kwa ajili yetu Mungu, na kwa ajili ya waombaji wote ambao tunaomba pamoja saa hii, kwa ajili ya wazazi na walezi pamoja na watoto wetu mahali popote walipo kwenye mashule mbalimbali. Baba, tunaomba toba na rehema katika jina la Yesu, tukiwainua watoto wote waliofanya mitihani siku ya leo. Na leo hii Bwana, wana mtihani ule wa Kiswahili, lakini wana mtihani wa hisabati, mitihani miwili ya hisabati na mtihani ule Bwana wa Kiswahili. Tunawainua mikononi mwako watoto wote ambao wanafanya mitihani hiyo Tanzania hii Baba, watoto wote ambao wako Dar es Salaam walioko kidato cha sita, wanaofanya mitihani ya kidato cha sita Baba tunawakabidhi kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo, wanapofanya mtihani ule wa Kiswahili, wanapofanya mtihani ule wa isabati. Bwana Yesu, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova, wale wanaofanya Kiswahili, neema iwe juu yao. Wanaofanya isabati, mitihani miwili, neema iwe juu yao. Tunawakabidhi kwako Jehova wote wa Dar es Salaam, lakini wote wa mkoa wa Pwani, tunawakabidhi kwenye madhabahu yako Jehova, wale watoto wa kidato cha sita walioko mkoa wa Pwani, neema yako iwe pamoja nao, neema yako iwalinde, neema yako iwatunze, neema yako yahifadhi, neema ya kufaulu na kuvuka iwe juu yao watoto wetu wote ambao wako ule mkoa wa Tanga ambao wanafanya mitihani ya leo ya kidato cha sita. Bwana Yesu, tunawakabidhi katika madhabahu yako Jehova. Asubuhi hii Mungu ukawaonekanie watoto wetu, usiwapungukie kwa namna yoyote ile Jehova, wapiganie na kuwasaidia Bwana. Watoto wetu wanaofanya mitihani hii walioko Kilimanjaro, damu ya Yesu inaonena mema na ikanene mema kwa ajili yao. Mungu wetu ulio hai, usiwaache hata, hata wakafeli, mmoja akashindwa, usiwaache hata mmoja wakafeli. Neema yako iwe pamoja nao neema yako iwe juu yao, neema yako iwalinde, neema yako iwatunze. E Bwana, watoto wetu walioko Morogoro, watoto wetu walioko Dodoma ambao wanafanya mitihani ya taifa Bwana siku ya leo, Mungu uliye hai, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova. Malaika zako waulinzi wawe pamoja nao, wawalinde na kuwatunza, Jehova wawahifadhi watoto wetu, wawalinde Jehova shama wakiwa kwenye mitihani hii ya kidato cha sita, Mungu wetu uliye hai, wala watoto wote ambao wako kule mkoa wa Arusha Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova walioko mkoa wa Manyara, tunawainua madhaboni pako Mungu wetu uliye hai. Watoto wote wa kidato cha sita ambao wako kule Manyara, watoto wetu wa kidato cha sita walioko kule Singida, Mungu wetu uliye hai, tunawainua na kuwakabidhi mikononi mwako. Neema yako iwalinde na kuwatunzwa, neema yako iwahifadhi. E Bwana, watoto wetu wote ambao wako kule, me, kule Bunda, kule Mara, Mungu wetu uliye hai, tunawakabidhi mikononi mwako, walioko kule Msoma, watoto wetu wanaofanya kidato cha sita, Bwana tunawainua tunawakabidhi madhaboni pako, tunawainua mikononi mwako, Mungu uliye hai, walioko mkoa wa Mwanza, ebwana, wanaofanya mitihani kidato cha sita. Baba, neema yako ingilie kati, neema yako iwapiganie, neema yako iwalinde, neema yako iwatunze watoto wetu, Mungu uliye hai, walioko mkoa wa Shinyanga, damu yako Yesu inenayo mema, inene mema kwa ajili yao. Baba, tunaachilia neema na kibali kwa watoto wote ambao wako kule Bukoba wanaofanya mitihani leo hii, e Bwana, wakienda na mtihani ule wa Kiswahili pamoja na Waisabati e Bwana, tunaomba neema yako Jehova, tunaomba kibali chako Mungu, tunaomba nguvu yako e Bwana na iwalinde na kuwatunza watoto wetu iwahifadhi e Bwana, usiwapungukie watoto wetu. Neema yako iwe pamoja nao, neema yako iwe juu yao, neema yako isiwaache, neema yako Bwana, neema yako mtakatifu na iendelee kuwa juu yao, neema yako iwahudumie Bwana, neema yako iwalinde e Bwana, yako iwatunze eh, Bwana, watoto wetu walioko Kigoma, damu yako inene mema kwa ajili yao. Walioko kule Geita, Jehova, nguvu yako Bwana iwapiganie, neema yako Bwana iwalinde, neema yako Bwana iwashike watoto wetu walioko Tabora wanaofanya mitihani hii Bwana ya kidato cha sita wakiwa kule Tabora Bwana, washikilie kwa damu yako, tunawashikilia kwa damu yako, walinde na kuwatunza watoto wetu walioko Katavi, neema yako iwe juu yao Bwana, walioko kule Sumbawanga, neema yako iwe juu yao neema yako iwe juu yao, neema yako iwalinde, neema yako iwatunzwe, neema yako iwe hifadhi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu yako ya thamani, damu yako Yesu Kristo, damu yako ine nao mema, inene mema kwa ajili yao, inene mema kwa ajili yao, watoto wetu walioko Mbea, walioko kule Rukwa Bwana, walioko kule Songea Bwana, damu yako iwapiganie, damu yako iwashindie, damu yako i pamoja nao walioko Mbea e Bwana, neema yako iwalinde na kuwatunza katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu iliyomwagika msalabani, kwa damu inayotakaswa, kwa damu yako Jehova, kwa damu yako mfalme, kwa damu yako Mungu mwenye nguvu, kwa damu yako Jehova Shama, kwa damu yako mfalme amani, ingilia kati ya Bwana wako watoto wetu walioko kule Njombe, Baba, ninawakabidhi kwako uwalinde na kuwatunza Bwana, walioko kule Ruvuma, walioko kule Sumbawanga, damu yako iwalinde, damu yako inene mema kwa ajili yao. Baba usiwapungukie na usiwaache wapiganie Bwana waonekanie Bwana washindie Bwana neema yako Jehova isiwapungukie watoto wetu, popote pale walipo, damu yako iwe juu yao, damu yako inene mema kwa ajili yao, Mungu wetu ulio hai, tunaachilia damu yako ya thamani watoto wetu walioko pale Iringa, walioko Iringa, e Bwana, kuachwa, e Bwana, wali e Bwana usiwapungukie na kuachwa, wapiganie Bwana, waonekanie Jehova katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu ulio hai, tunawakabidhi Bwana madhaboni pako watoto wetu Bwana, walioko kule Lindi, walioko kule Mtwara, damu yako inene mema kwa ajili yao, inene mema, Mungu wetu ulio hai, kwa ajili ya watoto wetu Bwana walioko kule Mtwara na Lindi, wapiganie, walinde, watunze, wahifadhi, Mungu wetu ulio hai, waonekanie Bwana, wasaidie siku ya leo wanapofanya mtihani wa Kiswahili, wasaidie Bwana wanapofanya mitihani ya hesabu, wasaidie e Bwana, watoto wetu wote walioko kule Simiu, damu yako inene mema kwa ajili yao, nena mema Bwana, damu yako Jehovah inene mema, inene mema Bwana, katika jina la Yesu kris kila moja kwa majina yake, tunawakabidhi mikononi mwako watoto wetu walioko Zanzibar, tunawakabidhi Bwana wanaofanya mitihani amkini, wakiwa kule Zanzibar, neema yako iwe juu yao, neema yako iwalinde e Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaamini. Damu ya Yesu tunaiachulia, damu ya Yesu Kristo, damu yako ya ushindi, damu yako inenao mema, damu yako inenayo mema Bwana, inene mema kwa ajili ya watoto wetu. Tunafunga kila roho zote za uharibifu na mashaka, maana umesema lolote utakalolifunga duniani ime fungwa na mbinguni, nami kwa mamlaka jina la Yesu Mungu wetu ulio hai, ninafunga kila roho ya hofu, kila roho ya mashaka, kila roho ya kupaniki, kila roho ya wasiwasi, kila roho ya woga ambayo inaweza kuwavaa watoto wetu wanapokuwa kwenye vyumba vya mitihani. Roho ya hofu na mashaka, roho ya woga na wasiwasi, ninakwenda kinyume nayo, ninakwenda kinyume nayo katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu iliyomwagika msalabani. Ingilia kati Mungu wetu uliyo hai, ingilia kati Jehova Shama, ingilia kati Baba wa milele, ingilia kati Mfalme amani ingilia kati mfalme amani, ingilia kati Jehova, ingilia kati Mungu wetu mwenye nguvu, ingilia kati Baba wa milele, ingilia kati Bwana, uwasaidie watoto wetu. Tunaiachilia ya damu yako, damu yako inenao mema kwa kila mwanafunzi ambaye anaingia kwenye chumba cha mtihani asubuhi hii, tunaachilia damu ya Yesu kwa ajili yake. Kwa kila mwanafunzi ambaye anafanya mtihani wa Kiswahili pamoja na mitihani ya hesabu asubuhi ya leo, tunamimina damu ya Yesu Kristo, tunairuhusu damu ya Yesu kwa ajili ya ufahamu wake, tunafunika ufahamu wake tunafunika akili zake tunafunika kumbukumbu zake tunafunika mawazo yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, anapokuwa kwenye chumba cha mtihani. Damu yako Yesu inene mema, inene mema kwa ajili ya fahamu zao, inene mema kwa ajili ya akili zao, inene mema kwa ajili ya kumbukumbu kumbu zao. Tunakataa roho yoyote ya kusahau yale ambayo wamesoma, wale ambao wamefundishwa. Tunakataa roho yoyote ya uharibifu, ee Bwana, roho yoyote ambayo ni kinyume na kusudi lako inayoweza kuwazuia watoto wetu wasikumbuke yale ambayo walifundishwa yale ambayo walijisomea Baba, tunaamka tunatamka kwa damu ya Yesu. E, Roho Mtakatifu, tunaachulia damu yako damu ya Yesu Kristo, tunairuhusu nguvu ya Mungu aliye hai, nguvu ya Roho Mtakatifu kuwakumbusha. Roho Mtakatifu, wakumbushwe wakumbushe watoto wetu yale walioyasoma, wanapofanya ile mitihani ya Bwana. Oh, tegua kila mitego ambayo adui ameweka kwenye ile mitihani. Mpe kila mtoto uelewa wa kuelewa maswali wa kufahamu maswali wa kujibu maswali. Mitego iliyowekwa kwenye mtihani wa Kiswahili, mitego iliyowekwa kwenye mitihani ya hesabu, tunaitegua, tunaitegua hiyo mitego, tunategua hiyo mitego, tunategua hiyo mitego kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mitego ambayo imetegwa sasa kwenye hiyo mitihani wanayofanya asubuhi leo, hiyo mitego inateguliwa katika jina la Yesu, tunategua hiyo mitego. Wape ufahamu, wape akili, wape maarifa kutegua hiyo mitego, kugundua kila mafumbo kila maswali ambayo yametungwa kwa mafumbo. Roho Mtakatifu, hakuna kitu ambacho mwanadamu anaweza akakufichwa. Oh, fungua fungua macho yao, fungua akili zao, fungua fahamu zao, fungua kumbukumbu kumbu zao, ili waweze kuelewa mitihani hiyo, ni wazi mbele yao, iwe ni mitihani mirahisi, wape majibu. Zungumza nao Bwana kwa lugha nyepesi na rahisi, ili wasikie na kuelewa. Wape maelekezo Bwana ya namna ambavyo wanapaswa kujibu. Pasiwepo yeyote ambaye atakuwa na hofu atakuwa na mashaka, baada ya kuangalia mitihani ile akawa na hofu na mashaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ingilia ya kati Mungu wetu uliye hai, ingilia kati Baba wa milele, ingilia kati Bwana, wasaidie watoto wetu. Hofu na mashaka viwe mbali nao, woga na wasiwasi uwe mbali nao, kila roho zote za kupaniki, roho zote za magonjwa Baba, katika jina la Yesu, wakati watoto wetu wanapokuwa kwenye vyumba vya mitihani, pasiwepo na ugonjwa, pasiwepo na mashambulizi yoyote ya magonjwa Adui ana mamlaka ya kuachilia magonjwa ya kuachilia magonjwa kwa watoto wetu, katika jina la Yesu tunakataa magonjwa, tunakataa magonjwa, kila roho za magonjwa, kila roho za uharibifu tunakwenda kinyume nazo, tunakwenda kinyume nazo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu iliyomwagika msalabani, ingilia kati Bwana, wasaidie watoto wetu. Ninatangaza afya njema kwa watoto wote ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita, kuanzia sasa, wanapofanya mitihani hii pa watakapomaliza watakuwa na afya njema, hakuna wakuumwa kichwa, hakuna wakuumwa tumbo, hakuna wakuumwa ugonjwa wa aina yeyote. Kila aina ya udhaifu ninaunyamazisha, ninaunyamazisha. Magonjwa yote madhaifu yote yawe mbali nao, yawe mbali na watoto wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ingilia kati Bwana, wape afya njema wanapokuwa kwenye vyumba vya mitihani na wanapotoka no nje ya vyumba vya mitihani Baba, wanapokuwa na maandalizi ya mitihani inayofuata kufuata wakawe na afya njema wakati wote, Bwana tunatangaza neema, neema iwe juu yao, neema ya afya njema, neema ya afya njema na iwe juu yao, na iwe juu yao, na iwe juu yao, na iwe juu yao, na iwe juu yao, na iwe juu yao, neema yenye nguvu, neema ya damu ya Yesu na iwe juu yao, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu yenye nguvu, kwa damu iliyomwagika msalabani, oh Mungu wetu ulio hai Mungu wetu mwenye nguvu Mungu wetu mwenye uwezo Mungu wetu mwenye mamlaka, ruhusu damu yako inene mema kwa ajili yao inene mema kwa ajili yao inene mema kwa ajili yao inene mema kwa ajili yao inene mema kwa ajili ya fahamu inene mema kwa ajili ya afya zao katika jina la Yesu. Ikiwa kuna mtoto yeyote mwenye changamoto ya afya, ninaachilia uponyaji kwa ajili yake, ninaachilia uponyaji, uponyaji, uponyaji kwa changamoto yoyote ya, ya ugonjwa ya afya, Baba, katika jina la Yesu, wale ambao waoni vizuri, wasaidie neema ya kuona, wanaona tatizo, waliona matatizo ya kusahau. Baba, ninanyamazisha hayo matatizo ninayalaani hayo matatizo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu yako Bwana, damu yako Yesu Kristo, damu yako Mfalme, damu yako inaonena mema, ikanene mema sasa, ikanene mema Jehova, ikanene mema Mfalme, ikanene mema Baba. Ingilia kati na nguvu, ingilia kati na uwezo wako na kibali chako na neema yako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana layesu, sante Mungu aliye hai, kwa neema na kibali kwa neema na kibali, tunakabidhi madarasa yote ambayo watoto wetu wanayatumia kufanya mitihani. Tunakabidhi Bwana kila darasa ambalo linatumika kufanya mtihani wa Kiswahili. Tunafunika sasa madarasa, madawati, kila hatua, shule zile ambazo, Bwana, watoto wetu wanatumia, wanafanya mitihani pale. Ardhi za zile shule tunazifunika kwa damu ya Yesu. O, oh, Mungu uliye hai, hali ya hewa tunaifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Adui hatapita kwenye hali ya hewa kufuru kuvuruga watoto wetu, adui hatapita kwenye ile ardhi kuvuruga watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Adui hatapita kwenye usafiri kuachilia mabaya, kuachilia ajali, kuachilia uharibifu wowote katika jina la Yesu. Mungu liye hai, Mungu mwenye nguvu na uweza, katika jina la Yesu hakuna mahali ambapo adui atasimama kuwakwamisha watoto wetu, kuwazuilia watoto wetu, kuwazuilia watoto wetu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ingilia kati, Mungu liye hai. Tunawakabidhi wasimamizi wote wanaosimamia mtihani huu wa Kiswahili pamoja na mtihani wa hesabu. Wasimamizi hawa Bwana, tunawaweka mikononi mwako, adui hata watumia kwa ajili ya kuleta hofu, kwa ajili ya kuleta mashaka, kwa ajili ya kuachilia mashaka na wasiwasi kwa watoto wetu. E Bwana, tunawakabidhi walimu wote, wasimamizi wote wa mitihani, tunawakabidhi mikononi mwako. Neema yako iwe juu yao, neema yako iwalinda na kuwatunza katika jina la Yesu Kristo wanazareti aliye hai. Baba, tunafunika vile vifaa vyote ambavyo watoto wetu wanavitumia kwa ajili ya kufanya mitihani, tunazifunika kalamu zote, penseli zote, rula zote, makompasi yote, chochote ambacho anachokitumia kwa ajili ya kufanya mitihani, Baba tunakifunika, maana adui anaweza kupita kwenye kalamu, kwenye penseli. Tunaachilia damu ya Yesu, tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye ile mitihani yenyewe, kwenye vile vifaa vyenyewe, tunaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunatangaza ushindi katika mtihani wa Kiswahili, tunatangaza kufaulu katika mtihani wa Kiswahili tunatangaza kufaulu katika mitihani ya hesabu. Ninatangaza kufaulu kwa watoto wetu, ewe Bwana, katika mitihani ya hesabu. Wasaidie wafaulu, wasaidie washinde, wasaidie wavuke, wasaidie wawe salama. Wasaidie Bwana, wapiganie Bwana, waonekanie Bwana, washindie Bwana. Neema yako we juu yao, walinde Yehova, watunze Mungu aliye hai, usiwapungukie katika jina la Yesu Kristo hai kuanzia wanapoingia kwenye mtihani saa mbili mpaka wanapomaliza saa tano. Neema yako iwe juu yao, walinde masaa yote, walinde dakika zote, watunze watunze, watunze dakika zote na sekunde zote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu uliye hai, Mungu wetu mwenye nguvu na uweza, tunawakabidhi Bwana, tunawafunika Bwana, tunawakabidhi Jehova mikononi mwako, madhabahuni pako, walinde Jehova, wasaidie Bwana, waonekanie Bwana, neema yako isiwapite, neema isiwapite, neema yako isiwapungukie watoto wetu, ewe Bwana, neema yako isiwaache watoto wetu, ewe Bwana, neema yako isiwapungukie kwa namna yeyote ile. Damu yako inene mema, inene mema kwa, kwa ajili yao katika jina la Yesu Kristo, tunawafunika Bwana kuanzia sasa mpaka mwisho wa mitihani Jehova, tunawafunika watoto wetu, tunafunika hatua zote za mitihani Jehova, tunaifunika kwa damu ya Yesu. Ninatangaza kufaulu, asiwepo wa kufeli kwenye mtihani wa Kiswahili, asiwe wa kufeli, kwenye mtihani wa hesabu asiwepo wa kushindwa asiwepo wa kufeli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ulinzi wako iwe juu yao, neema yako iwe juu yao, malaika wa ulinzi wakawalinde wakawatunzi watoto wetu, wakawasimamia watoto wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu ya Yesu Kristo, sifa na heshima na no utukufu tunarudisha mikononi mwako. Asante kwa ajili ya mtihani wa Kiswahili maana umewavusha watoto wetu. asante kwa ajili ya mtihani Bwana wa mahesabu, mtihani wa hesabu ambao Bwana unawavushwa watoto wetu katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo wa nazareti aliye hai, ulinzi wako walinde walinde watoto wetu watunzi watoto wetu, tunawakabidhi mikononi mwako, akili zao tumekabidhi kwako, fahamu zao tumekabidhi kwako, ratiba ya mitihani tumekabidhi kwako, tumekabidhi wasimamizi mikononi mwako, tumekabidhi ufahamu wao, tumewakabidhi mikononi mwako, afya zao Bwana tumezikabidhi mikononi mwako. Wewe Bwana uwalinde mikononi mwako, wako salama, watavuka na kushinda asubuhi hii katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sande kwa neema na kibali chako, tunaomba tukiamini. Umefanya zaidi ya tulivyoomba, kwa kadri ya neema yako inayotenda kazi ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, Amen. Mungu akubariki mtu wa Mungu ambao umefuatisha maombi haya, ni kuombe mambo mawili. Jambo la kwanza, Mungu anaweza kukusemesha kuachilia ya sadaka yako. Tafadhali, kama unasikia kuachilia sadaka kwa ajili ya elimu ya watoto wako, wanaweza kuwa wako form six ama hawako form six, lakini ndani yako unatamani kuachilia ya sadaka kwa ajili ya elimu ya watoto wako. Nitakupa namba ya simu muda sio mrefu, unaweza kuitumia. Lakini pia ni kuombe maombi haya uyatume kwenye magrupu mbalimbali, ili wale ambao ni walengwa tuwaweze kuwapata waweze kuomba pamoja nasi. Lakini pia tunakuka Karibisha kwenye group letu la maombi kwa ajili ya watoto. Mungu ametupa kuwa na group maalum la maombi kwa ajili ya watoto ambalo ili ni group tunalotuma maombi haya ya kuombea watoto wetu eh, mara kwa mara. Karibu kwenye group hilo pia, utanitumia ujumbe kwenye WhatsApp namba hiyo ambayo nitakutajia, lakini pia unanisikiliza kupitia YouTube channel ya Ukombozi wa Familia. Na mimi naomba usubscribe, ingia kwenye YouTube channel yetu ya Ukombozi wa Familia, alafu ka subscribe pale Ukombozi, eh, ka subscribe pale kwenye YouTube channel ya Ukombozi wa Familia huko kuna maombi na mafundisho mengi ambayo tumeomba, na Mungu atakusaidia unapoendelea kufuatilia na unapoendelea kuwatumia watu wengine. Namba hii ya simu ni namba moja, unaweza kaitumia kwa vitu vyote, kwa kunitumia ujumbe la na kutuma maombi na kutuma jina la mtoto wako, lakini pia kuachilia sadaka yako pale ambapo Mungu amekusemesha kufanya hivyo. Namba hiyo ni 0752 966389, 0752 966389. Jina langu ni mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme na ikia baraka na neema na kibali cha Mungu kiwe juu yako. Tukutane mchana kwenye maombi ya le, mchana kwenye mitihani ambayo watoto wetu wanafanya mchana, tutatuma maombi baadaye. Mungu akutunze na Mungu akuinue. Amen.